Anahema yaani hana viashiria vya kusema kwamba kafa, ila ni mtu ambaye kazimia. Wanampiga sindano, hajitambui. Wanambana na mikase mwenye vidole, hajitambui. Watatuharibia sana watoto wetu. <coughs> Ni familia inayoishi katika makazi duni hapa katika kata ya Mpunguzi, mtaa wa Mkwawa, nje kidogo ya mji wa Dodoma. Simulizi ya kubakwa kwa Mamvula ambaye tulificha utambulisho wake kwa sababu za kiusalama zimewashitua baadhi, na hasa wenye ulemavu sawa na yeye. Hili swala limetuumiza sana sana na limetuathiri sana kisaikolojia, hususani hata sisi tuna mabinti ambao wanachipukia sasa. Kwa hili tatizo, ngazi ya kisheria inabidi itumike. Wasipochukuliwa hatua hawa wahalifu, watatuharibia sana watoto wetu, kwa sababu watakuwa wameshazoea hawachukuliwi sheria yoyote. Kwa hiyo watatuharibia sana kwenye jamii yetu, hawafai. Ilikuwa ni tarehe kumi na sita mwezi huu, siku ya Jumapili, wakati mshukiwa ambaye ni Ezekiel Mkuya alipomrubuni Mamvula, binti mwenye umri wa miaka ishirini na nne kwa kumpa shilingi elfu mbili ili kufanya naye mapenzi. Hata hivyo muda mchache baadaye, Mamvula alikuwa hajitambui. Tarehe kumi na sita siku ya Jumapili asubuhi, mida ya saa moja asubuhi, nilikuwa shambani, nilipigiwa simu na mtu kwamba kuna sehemu amedondoka akiwa aongei. Niliacha kazi zangu mara moja, nikakimbia kwenye tukio na nilivyofika pale, kweli nilimkuta amelala akiwa kwenye nyumba ya mtu amewekwa chini, chakufanya pale. Akaja mkuu mtana balozi, wakaturuhusu kwamba huyu mtu inatakiwa aende hospitalini akapatiwe matibabu. Na kweli tuliondoka, tulienda hospitalini akapatiwa vipimo, akabainika ni kweli amefanyiwa vile. Hospitali tulipofika hospitali, wakampima wakasema, sina muda lakini amebakwa, abakigwe Kiukweli, hili tukio limetuumiza sana. Maana tukiangalia mtu mwenyewe haongei, hana mdomo, tunamtunza ndo kama hivi, lakini jinsi walivyomfanyia imetuumiza sana, na tunaomba serikali tusaidie kwa hili jambo, hata kwa vijana wengine watakapoona kwamba huyu hawa watu wameshughulikiwa, iliwe fundisho na kwa watu wengine wote. Bwana Amon Kambi ni katibu wa watu wenye ulemavu katika kata ya Mpunguzi, ana matumaini kwamba haki itatendeka. Kwa upande wangu, moyo unavyonituma haki itapatikana, kwa sababu tunavyozidi kuwasiliana na watu wenye ulemavu mkoa SHIVYAWATA, wananiahidi watalipambania na haki ipatikane, kwa sababu ni tukio ambalo limemdhalilisha mtu ambaye hajiwezi, familia yake duni, na maana walichukulia ule udhaifu wa familia wakamfanyia vile, na wakijua hawawezi kwenda sehemu yoyote, lakini kupitia shirika la watu wenye ulemavu mkoa kwa imani yangu watamsaidia na haki itapatikana. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limekana kuwa na taarifa hizo huku likiahidi kuzifuatilia. Lakini kwa mujibu wa Alan Maope ambaye ni polisi jamii kata ya Mpunguzi, anasema tayari washukiwa wamefikishwa katika kituo cha polisi kwa hatua zingine. Nilivyowakamata wale watu watatu nikawapeleka mpaka kituo kikubwa cha polisi pale Central kwa ajili ya kwenda kwa uchunguzi zaidi. Baada ya kufanya hayo mimi ndipo nilipoishia kwenye jukumu langu. Tukio hili linakuja miezi michache baada ya tukio lingine la mwalimu kumbaka mwanafunzi wake mwenye umri wa miaka kumi na mbili mwezi wa tisa mwaka jana katika kata ya Mpunguzi na kumsababishia usumbufu mkubwa wa kimwili na kisaikolojia, tukio ambalo lilikirihisha sana familia yake.